Jeshi la polisi nchini Tanzania limetangaza msako mkali kwa kuwatafuta watu wanaowatuhumu kwa kupanga kuratibu na kutekeleza maandamano ya vurugu ya uchaguzi wa Oktoba 29, mwaka 2025 katika mikoa mbalimbali nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia leo, polisi imewataja watu kumi, wengi wao wakiwa wanasiasa siasa wa chama kikuu cha upinzani Chadema. Miongoni mwa wanaotafutwa ni, ni aliyekuwa mbunge wa Kawe na mkuu wa makanisa ya ufufuo na uzima Askofu Josephat Gwajima. Gwajima ni mmoja wako ya wakosoaji wakuu wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Polisi wanamsaka Askofu Maximilian Machumu, ambaye ni naibu katibu mkuu wa makanisa ya ufufuo na uzima na kiongozi wa Chadema mkoani Simiyu wengine wanaotafutwa ni viongozi waandamizi wanane wa Chadema wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, naibu katibu mkuu Amani Gorugwa, msemaji wa chama Brenda Rupia, na mwenyekiti wa baraza la vijana Deogratius Mahinyila. Makada wengine wanaosakwa ni Godbless Lema, Bonifasi Jacobo, Awadi Kalonga na mwanaharakati Hilda Newton.